Sababu kubwa nimfanyaje hapa ni matokeo yenu ufaulu mzuri wa shule yenu na nidhamu nzuri mnayoonyesha kwa walimu wenu na sisi viongozi. Hongereni sana. Mheshimiwa sana, sana, sana, mgeni rasmi, haya matokeo nayoona tuna excel kwa maana ya daraja la kwanza tu, tulikuwa na daraja la pili kidogo miaka ya nyuma, tulikuwa tunakuwa nao watatu lakini tumeamua tuna daraja la kwanza, na sisi hatuangaiki na daraja la kwanza tu, tunaangaika na uzito wa daraja ya kwanza. Tunatamani tuipate single digit ya seven points kwa form four na three points kwa form six, na ndio kimsingi tumefurahi, kama wanavyosema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Watoto wangu, maana ndiyo maana afisa elimu alikuwa anawaambia mchangamke, si ndio jamani? Mgeni akija na nyinyi mnapona na kwa historia tumesikia pale ndani, Profesa waziri wetu alifika wakati mwingine hapa akiwa karibu mkuu, na tunaambiwa aliacha matunda kwenye shule hii. Kwa maana kimoja vya viwanja vya michezo mnavyovitumia hapa ni matunda yake, na leo amefika, maana yake tunatarajia kupata maneno mazuri. Sisi tumekwisha kusikia, si ndio jamani? Ametuahidi mambo mazuri, kwa hiyo mnayo haja na haki ya kufurahi. Mimi ni kati ya wakuu wa mikoa nilio na kamwili kadogo kadogo hivi lakini tukikaa pale, alafu Tabora Boys japo hawasemi ilikuwa ya kwanza koo, kwa unaweza ukawa unajiona, mimi najionaje, lakini wanaotupa furaha ni hawa. Lakini niwashukuru sana na niwapongeze sana walimu wa Tabora Boysi. Ni wa Tabora Boysi, ni watakie kila laheri vijana wa kidato cha sita nitafarijika sana kusikia mwaka huu ninyi mkiwa ndio mnaongoza nchi hii. Nini maana yake? Hatuzungumzii divisheni 1, sasa tunazungumzia divisheni 1 ya point tatu. Yaani nataka yale matokeo yakitoka hivi nikiangalia ninaona tatu, tatu, tatu, tatu, tatu. Yani tunaviita vibanda, si ndio? Vile vibanda vibanda vibanda. Kwenu mwaka huu niheshimisheni, kwa sababu nimekuja Januari hapa, Januari oye oh yeah. Mheshimiwa Waziri, ujio wako hapa Tabora Boys, siku zote huwa una manufaa. Tukirejea miaka minne iliyopita ulikuja mahali hapa ukiwa kama katibu mkuu TAMISEMI, ulitusaidia ukafadhili uwanja ambao tuliupa jina la Mwambuzi Stadium, ambao unatumika pia katika mashindano ya UMISETA, ulifanyika katika mashindano ya UMISETA ya Kitaifa. Tunashukuru sana. Kwa hiyo, mheshimiwa waziri, pia nimefurahishwa sana na usemi wako siku ya leo kuwa utasaidia katika kukamilisha ujenzi wa bwalo kwa sababu ilikuwa ni changamoto kubwa sana, wanafunzi walikuwa wanalia nje mida ya usiku. Tunashukuru pia katika ujenzi wa fence au uzio, umesema mheshimiwa waziri kwamba utalifanyia kazi na uzio huo utamalizika. Asante sana mheshimiwa waziri. Pamoja na kwamba tuna mafanikio hapa Tabora Boys, pia tuna changamoto mbalimbali, mheshimiwa waziri tuna changamoto ya uchache wa kompyuta. Ukifuatilia almost shule nzima kuanzia form 1 mpaka form 6 tunasoma somo la kompyuta ina kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa walimu kwa wakifundisha kwa sababu kompyuta ni chache, kwa hiyo tunaomba mheshimiwa waziri wa tusaidie. Kwa hiyo pia, mheshimiwa waziri wa tuna changamoto ya uchache wa walimu wa sayansi. Asilimia mia moja wanafunzi hapa Tabora Boys wanasoma masomo ya sayansi, kwao tuna uhaba wa walimu ambao pia inakuwa changamoto katika usomaji. Pia mheshimiwa waziri, changamoto nyingine, hatuna gari la shule, inakuwa ni changamoto kwa mida ya usiku pale ambapo mwanafunzi anakuwa anaumwa, inabidi aanze kumtafuta mwalimu, inakuwa ni saa nane usiku, pia inakuwa ni changamoto. Mheshimiwa waziri, tunaomba utusaidie kwa hilo, na napenda kuahidi mheshimiwa waziri kuwa mwaka huu form 6 hatutakuwa tena nafasi ya pili bali tutakuwa nafasi ya kwanza. Sio tu nafasi ya kwanza, bali kwa kuwa na divisional point tatu wote. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, tunakuahidi haya yote ambayo umeyazungumza. Ni shukuru uongozi wa shule pia umeshayaweka vizuri kwenye taarifa yao na tunaenda kuyafanyia kazi. Ni ahidi kwamba tutayafanyia kazi kwa kadri tutakavyokuwa tunaendelea kupata fedha. Hili la kompyuta nadhani tutalifanya kazi kwa uharaka kidogo, la gari tutaendelea kuona namna ya kulishughulikia. Asante sana mheshimiwa rasi.